Bwa ni kufanya vizuri na kuwa na maelewano. Unajua, jambo la kwanza katika mchezo wote ili upate ushindi ni sisi kuweza kuzuia vizuri katika nafasi yetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wa nafasi hiyo tumejiandaa vizuri na tumejipanga vizuri vizuri kuweza kuweza kufanya vizuri kwenye kwenye mchezo huo, ili kuweza kujihakikishia matokeo mazuri kwenye mchezo huo huo ili matokeo mazuri maandalizi. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo na tunatambua umuhimu wa mchezo huo ambao tunakwenda kucheza siku ya kesho kikubwa ni sisi kufocus na kujiandaa vizuri na kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo na kuingia katika hatua ya group stage. Maswali kwanza, kwa upande sisi kama wachezaji ni kwenda kupambana kwa jasho na damu kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo, lakini kikubwa, hii sio ya kwetu peke yetu na sisi tungependa kurudi kwao mashabiki zetu siku ya kesho, leo walale wakiwaza kwamba kesho tuna jambo muhimu ambalo tunabidi kwenda kulifanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Waje wajitokeze kwa wingi, waje kutupa sapoti na sisi kama wachezaji wao tunawahakikishia na tunakwenda kupambana kupata matokeo kwenye mchezo huu. Sasa tumejipanga vizuri na inategemeana na mchezo husika. Mchezo ule ulikuwa na plani yake ambayo ilifeli, lakini mchezo huu tunakwenda na plani nyingine. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni kwenda kuyatekeleza yale ambayo mwalimu ameweza kutupa kuweza kufanya vyema kwenye huu mchezo. Wachezaji so, so, kupambana kwa asilimia zote kuweza kupata matokeo kwenye mchezo. Wachezaji kupambana kwa asilimia